illa lladhina amanu wa amilu ssalihati watawasu bilhaqqi watawas bissabr, sadaqallahu lalii ladhim. Tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na kumi la pili, na tunaelekea kulimaliza kumi la pili. Sijui tumeshakaa kujiuliza, kwa kuwa haya masiku ambayo tumeyamaliza Je, tumepata nini ndani yake? Je, yale mazuri ambayo tumeahidiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala, tumeweza kutekeleza kwa kiasi gani au kwa kiwango gani? Kwa sababu tukija kuangalia katika hii sura ambayo nimetangulia kuisoma, hii ni sura moja nzuri sana. Qurani yote ni nzuri, lakini kila sura ina utamu wake. Tukiangalia hii sura ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupa biashara kuangalia tunakufanya biashara tunafanya vipi biashara inakuwa na pande mbili kuna muuzaji kuna na mwenye kununua na kawaida kila mmoja anahitaji apate faida ndani ya biashara yake na ndipo Maulana wetu anatuambia ni lazima kile chenye kuuzwa kile ni kitu ambacho kina thamani, kisiwe ni kitu ambacho hakiwezi kutiwa thamani, kwa maana athaman walmohna, chenye kuuzwa na chenye kununuliwa zote zile ni vitu vyenye thamani ndani yake. Na ndipo utapata katika biashara zetu zote <coughs> hakuna mfanyi biashara atataka kufanya biashara apate hasara ndani yake. Na hizi ni biashara zetu za kawaida, biashara faida zinakuwa ni pande mbili kirudi katika biashara ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayetumbia tijara tanda sabur, ile tijara isiyokuwa na hasara ndani yake, ni faida ya upande mmoja pekee yake, kwa maana kila kile tunachoambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zote zinarudi kwa yule mnunuzi. Mwenyezi Mungu akwambia, nakuuzia na biashara yenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani sio wakafasailuna iluu na vidai kwa sababu hii dua inasema, tumesimama mlangoni ya Rabbi, tunagonga mlango utufungulie, tuingie mwezi wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu wasema, nimeshafungulia hii ni wageni wangu meshaingia. Sasa ni sisi wenyewe tuangalie hii biashara, tutachota kwa kiasi gani? Tutachukua kwa kadri gani? Je, tutachukua kile chenye kutufaa na kile ambacho tuna kihitaji ndani ya safari au tutakuwa sisi ni wale wale, tunakaa tunasenganyana, tunakaa tunalana nyama, tunakaa tunachafuana, tunakaa ni mazungumzo ya upuzi? Yaani mimi niliyokuwa kabla ya Ramadhani sina tofauti na mimi wa ndani ya Ramadhani, kisha nnaambiwa nimefunguliwa mlango. Kwa si tunaombea ya Rabbi, waqafa saimuna binabi wala dha lfuqarau ila janabi wawaqafat safinat lmasakini ila sahili bahri junika wakaraa zote hizo ametufungulia, tukonani ungeni wake wa hadha shahru faddhamthu wakaramthu washaraftahu wafaddaltahu ala shuhur. Hakuna mwezi muke wenye fadhila kama mwezi utu kuforanakani, lakini lazima tuangalie nano. Siku zote ninapenda kusema kwa kuwa ni lazima kila mmoja wetu awe na kipimo, mara kwa mara tunajipima, tunajiangalia, kwa kuwa kweli mimi kuanzia usubuhi niliyoyafanya ninaweza kwenda kusimama mbele ya Mola wangu Subhanahu wa Taala? ikiwa sijirakibishi, ikiwa sijirakibishi, nijua nafanya mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, niko ndani ya ardhi yake, kila kitu ni chake na yeye kila alichoniahidi kwa ajili yangu mimi, na mimi bado namuasi na sijitambua. Kwani hawa ndio tutangulia sisi tumewazidi ujanja? atuwazidi ujanja ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ametupa nafasi na ndipo pale kwa kakua kuacha dunia si kwa ujanja wako, ni ametupa hii nafasi sisi tuchume, ili kesho tuwe na uwezo wa kwenda kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuwa sisi tuna fahari kweli yale tunayoyafanya tutakwenda kulipwa mazuri na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unaposikia aya za Qurani zinawasifu ahlulbeit wakisema, inama nutimukum bi wajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Hawa ni watu waliokuwa wamemuweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maisha yao, ndipo pale wanaposema kwa kuwa hakuna kitu mnachokifanya isipokuwa namwona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mbele, kwa sababu yuko katika ugeni wa Mwenyezi Mungu. Yeye hachukulini Ramadhani peke yake, maisha yake yote yuko katika ugeni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ni lazima madamu, yule mtu ambaye yuko katika ugeni wake, ni lazima umheshimu. Ikiwa utafanya kitu cha kumuudhi je, au kitu cha kumkasirisha kitu ambacho kina hasara katika biashara ambayo umetufungulia mimi na wewe, nye twatarajia nini kutoka kwake? Naangalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyotupenda, ukifanya zuri moja unapata kumi, ukifanya baya moja unapata lile lile moja. Ya lile baya unalofanya ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwetu sisi na ndipo zile hadithi chungu nzima zinazosema kwa Mwenyezi Mungu vile anavyotupenda, mapenzi yake ni zaidi ya mama kwa mtoto wake. Lakini sisi je, tumeweza kuyadhihirisha? Kwa sababu mapenzi ni pande mbili, si mapenzi ya upande mmoja, ni mapenzi ambayo yatakikana. Mapenzi yetu ni zile athari zionekane katika maisha yetu, katika matendo yetu, ila ladhina amanu wa amilu salihat kwa sababu ikiwa hakuna kutenda wema, itabaki mimi ni katika wale wal asri, inna linsana lafi khusri, itakuwa ni katika wale waliopata, walioingia katika biashara zenye hasara, biashara ambazo zitakuwa kesho ni majuto, rabirjiuni lalla, hakuna tena kurudi, imeshakwisha. Kwa hiyo ni lazima kila mmoja wetu tumeshamaliza ili tumelibakisham tuitaidiwa huu ugeni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tutumieni tuzitumieni fursa, tuzitumieni nafasi. idha mata muadama inqata amaluhu ila min mazuri, ndio haya yanayofanya huyu amejenga Husainia, huyu amefanya hivi. Ni vitu vinakuja, angalia, Mwenyezi Mungu anapotupenda anatupa hapa na kuna mazuri tukifanya, yanatufuata yana mpaka huko huo tunapokenda lakini ni lazima tuyafanye kweli, tuthibitishe kwa kuwa tunayafanya. Ikiwa hatujafanya, hatu tutajifakharisha zagini. Ndio kuna wasia chungu mzima. Mmoja Dukmani akimhusia mtoto wake akimwambia, kwa kuwa hii safari ni mrefu, safari ni mzito, safari ya dharubu, safari yenye mawimbi makali, safari yenye dharura safari inayohitaji kile tunachokibeba kile ambacho hakitotuongezea uzito, safari kwa sababu sisi tukiangalia tumeyabeba chungu mzima, ambayo yote yatakuwa ni yenye kutufakilisha, ni yenye kutukadharuru, ni yenye kutuongezea adhabu katika safari yetu, katika biashara. Biashara hii iwe ni biashara tijaratan lan tabur, inshallah iwe kweli tukitoka katika mwezi wa Ramadhani. Ni kama alivyosema Imam Ali sallallahu al alayhi, tukisimama kusherehekea <coughs> <coughs> siku ya hili, kweli tujue kwa sisi tunastahili kuisherehekea siku ya hili, kwa sababu sio wale waliokaa na njaa peke yake, sio wale wanaokataza peke yake kula na kunywa, la ili iwe ni watu kweli wale ambao kila siku ambayo hakuasiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi hiyo ni siku inayostahili kusherehekewa, kwa sababu ni siku mpya ya kufungua ukurasa mpya wa maisha yetu. Kwa hiyo inshallah, tujitahidini tukitoka katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, iwe ni watu ambao tumefungua ukurasa mpya wa maisha ambapo sisi wale tuliokuwa kabla ya mwezi wa Ramadhani tuwe ni tofauti, sio wale wale, ambao tutakuwa kweli tumejiandalia katika maisha yetu. Tumetengeza dunia yetu, tutengeze akhira yetu. Tusipiganie dunia peke yake tukaichafua akhira. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu.